Azam inacheza mpira hata ueleweki, rafiki yangu. Kipindi cha kwanza tumeondoka, hata shoot on target hatuna, umeelewa? Sijui vitu kama vile vitu tunatumiza, si washabiki, umeelewa? Mashabiki tunafanya kazi sisi wengine, au sio bwana? Apechi ya lulu. Elfu kumi kumi zetu tunazitoa kuja kuishi kuangalia timu yetu. Hao sio bwana.

Eh, yeah, ile Azamu inacheza vile kipindi cha kwanza, mpira unachezwa vile, kocha anafanya anavyojisikia. Yani viongozi wanaiacha timu katika kila jambo. Kuna haja gani kuiacha timu kwa mtindo kama ule? timu utaki kuiacha kama vile viongozi wa timu hiyo wao wanaifuatilia timu dama kwa dama, uwezi timu wanaitelekeza viongozi wakubwa. Umesikia viongozi wao, atusemi makocha waingiliwe, lakini mchezaji anagombana na kocha sio, na wanakorofishana lakini anamuua ati tunaingia kwenye siasa za Simba na Yanga, kitu ambacho si Azamu tu ya experience bigi bigi. Unasema viongozi wanaitelekeza timu. timu katika mechi hizi kubwa Uh -huh. Ikiwemo Yanga na Simba ama msimu mzima Azamu ya yani, Azamu ina viongozi wanaitelekeza timu, kwa sababu toka ligi inaanza, umeelewa sijui. Tunataka viongozi wakubwa, wao wanakuja kuleta hamasa kwenye timu, sio wanaitelekeza kama hivi. Lakini pia wakiwa wanakuja uwanjani kama hivi, watakuwa wanaona mambo ambayo yanaendelea uwanjani, sijui umeelewa sijui. Wakiwa wanaona mambo ambayo yanaendelea uwanjani, watakuwa wanajua na wanaita wana, wana pressure kwa nini? Kwa viongozi, kwa makocha. Lakini wacheza viongozi wa Azamu wanaitelekeza timu, wanaiacha leo. Kwa nini mabosi zetu wapo pale jukwani, mabosi wakubwa, kwa nini wako pale jukwani? mwisho wa siku wachezaji wanacheza mchezo wanaotaka wenyewe, wachezaji wanacheza kibosi, wakati wanalipwa mishahara mikubwa. Mimi hamna kitu kimenuma, kipindi cha pili wameingia kina Frank TS wale basi, waonekana wanajitahidi, wanapambana ili kuchomoa magoli, au sio? Maana yake wachezaji kama wale wanatakiwa kupata muda, waendelee kucheza. Lakini mimi nakwambia msimu huu akina TS wachezi, inakuja kutokea fursa kama ile leo. Maana ile show kilichoona kana zigu la misumali pale, kocha ashajua hapa, nimetengeneza lawama, timu imecheza ovyo kipindi cha kwanza, umeona sijui, anakuja ndo anakuja kwenye nini, ile ni kama vile kutupiana lawama tu, anaweza kucheza na acheze, umeona sijui au wapi? Watu game time kila siku steka kwa mmoja huyo huyo kila siku steka mmoja, wakati masika tunao kibao pale, lakini wapi muda wa kucheza? Wewe unaangalia viongozi, viongozi waje kutengeneza presha. Wewe unafikiri wewe unafikiri watoto wa Kariakoo wa timu za kulisi, si viongozi wanatengeneza presha kwa wachezaji? Wamefanya usajili mwanzo, wamefanya wamefanya usajili wa wachezaji, wameona mpaka kwa usajili wazuri, wamefanya usajili. Kama umefanya usajili, tafsiri yake nenda kaangalia usajili wako unafanya kitu gani uwanjani awamu ya kwanza uh -huh. Viongozi ah, no, mm -hmm. Wao wanakuja muda wote wamelewa si? Wao wanakuja kuifuatia hii timu, hii timu ya usio bana hii timu. Washabiki tupo wachache. Wamelewa si? Hii timu inabidi timu, mm -hmm. Timu, tupe, tupe faraja si kila siku wamesikia si mabosi kwa nchi si mabosi si vipeme kwa nini? Si mabosi tunashika kinyonge kinachotukwamisha ndo kina nasema, presha ya kutoka juu haipo kwenye Azam FC. Nguvu moja si ya simba hiyo bana, nguvu moja mnyaninio. Mimi mlichokifanya, mmepoteza mechi ya singida black stars, mkasema mnawatunza wachezaji jibril sila kucheza hatuwatunzi. Jibril sila ameumia, jibril sila ameumia mechi na aliumia mechi iliyopita, hata anachezaji sasa. Si amemisi, amemisi game moja, amemisi game moja Awali. Ha, mimi binafsi leo sijaona matatizo sana ya Alajiga. Tuende kiukiakili rai. Tuende kiakili rai. Mimi leo sijaona sana matatizo ya Alajiga. Amejitahidi yeah, kiasi chake au sio bwana, kiasi yake mfanyaje, amejitahidi. Lakini shida yangu mimi nahitaji viongozi, na naomba viongozi wa Azamu, mabosi wa juu, waje kutia pressure kwa wachezaji wa Azamu. Wao wanakuja kuambia kitu gani wanakihitaji. Mbona timu zetu wenzetu za Kariakoo viongozi wao wanakaa kila siku, wanakuja wana wanaangalia timu zao? Kwa nini hapa mabosi wa Azamu hawaji kuja kuangalia hii timu? Kwa nini wanaitelekeza timu? Hii inaachwa kwa watu wachache, kwa sababu gani? Timu waje kuiangalia, waje kuisupport. Hata kama wanatangaza bonus, wanatoa bonus, sio bwana, hizo bonus peke yake bila place ya nje ya uwanja hawezi kufanya kitu chote. Yeah. Umeona Bigi, bigi, bigi sasa mbona nafasi ya tatu na, na, Una, top four, Singida, na alama zenu hamsini na moja unaiona mnaimaliza mara Singida anawazengea na alama. Hamna mtu akutoa siku kwenye nafasi ya tatu. Hiyo hilo hilo jambo halipo. Lakini hii mindset na bidii tuotoke nayo. Tuachane na mambo ya kumasindo na nafasi ya tatu. Twende tupande tukae pale juu mi team mingine mibovu kabisa hii. Yani yani mimi imeniuma sana kidogo. Umeridhika sasa msimu mzima unaisha Azam hana kikombe. Ah, lazima. Ah. Yani, ni kweli hatuna hatuna. Ah. Msimu unaisha kama ubingwa mpati, msimu unaisha bila kikombe. Ni kweli. Inauma sana. Yaani haya maneno yananiumiza. Yaani hiyo kitu tunachokiongea kinaniuma. Yaani kinaniumiza sana. Da. Afu mbona wananipigia mane maswali yanoniumiza sana ndugu yangu? Unasema yeye mnatusikiliza tu. Ah. Ndugu, kwenye ligi. Yani, hayo ndo maana ambayo tunasema, lakini viongozi wetu ndo maana nikasema. Yeah. Yani wafanye kitu kimoja. Kama wameamua kutukusanya mashabiki. Hao si bwana. Yeah. Yani, wameleta timu. Haki siyo kutukusanya. Yeah. Wameleta timu. Hii timu manake mashabiki lazima ipate tu. Yani, hakuna timu duniani ambayo haina mashabiki. Hata ukianzisha timu mtaa kwako, mashabiki itapata tu. Umeona? Hilo kwa siasa za nchi yanaenda kusababisha hizi timu ionekane meja haina mashabiki. Kuwacha kufanya viongozi wetu, hao si bwana. Mashabiki ambao wanatokea kwanza kuendelea kuwapa moyo lakini pia kuwasemanga wachezaji. Wachezaji leo hii Azam kitakumsema mchezaji anataka kufuate mpaka DM ku, anakuja kwa anakuja kushambulia wewe mwenyewe. Ulisema kwamba Yanga atakwenda kipengele hapa kipengele mmekutana nacho nyinyi Yanga kipengele sio kimekuja kipindi cha pili magoli tu anataka kuchomoa yale, lakini kocha katulisha nywele kipindi cha kwanza. Mpira gani tunacheza hivi? Wewe kweli Azam ndazampea, yani hata nafasi ya kutengeneza goli kipindi cha kwanza hakuna. Bwana Richard Tausi afai mimi babu Chidi. Mimi bwana mimi mwenyewe mimi ndio nilimkabidhi jina udaktari yeah, wa dogo wa PhD au si bwana yeah, babu Chidi. Lakini kwa staili babu Chidi hatufai. Yeah. Na msimu mimi nakwambia msimu ujao maana yake si Azamu. Yeah. Tunataka kwenda kwa shindano ya Confederation. Au si yeah, bwana yeah, tukienda na babu Chidi kwa mtindo tutatoka yeah, tutatoka mapema kwa yeah, preliminary. Kuna nani sasa kama sio Chidi? Ah, ha, huyu hawezi kuwa babu Chidi bwana. Umezungumza zaidi ya mara tatu kuhusu siasa za mpira. Unaongelea siasa zipi? Hizi za Simba na Yanga zipo katika kikosi cha Azam? Siasa unajua ni kuambia kitu kimoja. Mimi ni kuambia kitu kimoja. Kuna mchezo mmoja umechezwa sana na Yanga msimu Yaani, yaani mchezo mmoja umechezwa sana na Yanga kipindi kipi? Yaani kila wanapoelekea kwenye mechi ngumu, Yanga, kila kielekea kwenye mechi ngumu, utasikia wanaanzisha hype ya kuonekana kwamba wao kuna mchezaji kwenye timu fulani unamtaka. Lengo wanatengeneza mazingira, umeelewa? Lengo wanatengeneza mazingira au sio bana? Lengo wanatengeneza mazingira ili yule mchezaji acheze chini ya kiwango. Umeelewa? Kama nani ile kachezo? Hili jambo limetokana kwa Kevin nani yule nani yule? Yule Kevin National au sio bana wa Geta Gold. Alicheza mchezo chini ya kiwango. Umeelewa sijui? Bado Akija kutokea kwa yule gego anaitwa mchezaji mmoja anaitwa gego wa wa, wa, mm. Yani wanatengeneza mazingira mtindo huo wakiona timu hawajidhamini. Umeona? Hawajatia hela yao. Mazingira? Wewe hujasikia kila siku kipindi cha kwanza fake amecheza chini ya kiwango kila mda tunashambuliwa sisi tu hakuna. Wewe Yanga hana timu a kutushia si maji wewe kwamba anasikiliza maneno ya timu pinzani. Mtu professional player hawezi kusikiliza maneno. Sikilize yule mchezaji, usio kafikiri yule kama kama malaika yule, binadamu kama wewe tu, umeona sio? Yule binadamu kama wewe sawa. Kwa hiyo yule sio kwamba asikii maneno ambayo anaongewa, hata yule anasikia, na pia wale wana simu hii mitandao wanayo, wanaona kila kitu, umeona sio? Kwa hiyo kama wanaona hivi vitu, wanaviona na tena hususan watangazaji wa kibongo bongo washaga wana timu zao, watangazaji wamegawana timu zao. Wanachokifanya wao, au sio bwana? Huyu anashambulia huyu, anashambulia wewe, uone kina Rafael kila siku maneno yale kuhusu Fei mm. Kila siku yale yale tu kila, kila siku wanamtaka Fei wanamtaka Fei, Fei. Ila mimi msistizo wangu huko palepale, viongozi wa Azamu wasiache timu wasiitelekeze. Kama wameamua kama wameamua kuitelekeza huu uwanja waje kufugia kuku broiler, waje tu hili hili ndio hivyo Bwale. Waje kufugia bleya, sisi tusishangilie. Mimi ni kuomba kitu kimoja, hamna mtihani mkubwa ninaye kukutana nao kuanzia hapa mimi, na kuomba kuanzia sasa hivi hapa hamna mtihani mkubwa ninaye kukutana nao mimi, maskini ya Mungu. Kama kutoka leo mpaka kuitafuta wiki ijayo, mimi kila sehemu nitopita, mimi nitakuwa nazomewa, kombe huna kitu sehemu, nitakuwa mimi nazomewa, kombe huna, kapumzike bigi, shukrani kombe sina nini, msimu huna kikombe mimi. Mwenye kombe nani? Mwenye kombe nani? si, mwenye kombe. kombe nani? Mwenye kombe wewe nani? Mwenye kombe wewe si... yupo kwenye lesi za kikombe wewe uh -huh. kikombe Yanga anachukua kila siku kombe, iko iko we, kila mwaka kombe ndio hilo hilo tu Yaani we kila mwaka kombe yako hilo hilo, hata kama ukiwa baba mwenye nyumba. Umesikia? We hata kama ukiwa baba yako mwenye nyumba wewe, kila siku unakulisha mchicha, utampenda baba huyo, yeah.